Jambo la kwanza waheshimiwa viongozi sisi sote ni mashahidi jinsi Mji wa Mafinga unavyokua. Tusipopanga mji mapema changamoto mbele itakuwa kubwa. Tunaona sasa hivi watu watu, watu wanauza viwanja kama wanavyotaka. Sasa tutaangalia watu wakijenga sehemu ambayo labda maji huwa yanakusanya. Matokeo yake kesho na kesho kutwa kusababisha mafuriko au ni majanga mengine ambayo tunaweza kuyazuia. Ninaomba sote tuwe na macho ya namna hiyo. Umeona mtu anajenga unaweza ukasema ni la tarula hili. Hakuna la tarula likishakuwa. Kwa hiyo ninawaomba sana waheshimiwa madiwani na wataalamu wote tulioko hapa. Tuhakikishe tunapanga mambo yetu mapema yote. Sasa tunasubiri watu wajenge afu baadaye tunapoanza kuwapea wapumue. Sisi tulikuwa wapi? Kwa mimi naomba kabisa kwa umuhimu wake, serikali mara nyingi imekuwa inatuletea felo eh. Sasa kwa sababu sisi tuna fedha za mapato ya ndani na serikali imeishaona kwamba ina support au kupunguza pero eh, za wananchi kule, mapato ya ndani yana support, lakini serikali kuu. Kwa hiyo nione, niombe basi tuendelee kuhamasisha wananchi, hawataachwa kama kuna maboma wameshajenga wanaweza wakapata kipaumbele mbele cha kwanza kabisa kuliko ile ambao hawana maboma elini. Kwa hiyo tuendelee kutoa elimu kwa wananchi wetu, na sisi tutaendelea kuchukua takwimu kwa kuhakikisha hizo nguvu za wananchi ambazo zimeshaanza kutekelezwa, na sisi tunaweka nguvu kupitia mapato ya ndani, lakini kupitia serikali kuu. Asante mwanake, tunatarajia niseme tu kwamba tunashukuru kwa utaratibu na hasa mkurugenzi aliratibu Seminar kwa mheshimiwa madiwani. Unafahamu kwamba kwenye halmashauri yetu wengi madiwani wapi. Lakini tayari tumeshakupata semina na tumepigwa msasa vizuri. Kwa hiyo madiwani hawa tayari wanajua kwa sehemu majukumu yao kwa sababu kujifunza ni kila siku. Tunaendelea kujifunza, lakini angalau hatua ya kwanza ni pongeze sana mkurugenzi na halmashauri kwa kuandaa semina kwa ajili ya madiwani. Sasa madiwani wapo kazini na wanafanya kazi vizuri kwa kwa ni kuhakikishia kwa kwamba madiwani tuko vizuri, tumerudi na tunaendelea kufanya kazi zetu za halmashauri na kuhakikisha zinatoa ushirikiano mzuri kwa halmashauri na, na hasa kwa timu nzima ya mkurugenzi kwa... barabara zaidi ya mia tano na muda sio mrefu sana, kwa sababu ushuguaji wa barabara ni kubwa ambayo zinatupelekea kwa barabara nyingi, na unapokuwa na barabara nyingi utegemee kuwa na matengenezo ya mara kwa mara kama barabara hizo sio dharani. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-26 tumeanza utekelezaji wa matengenezo barabara ambapo tulikuwa na jumla mikataba nane lakini mpaka sasa tumesaidi mikataba mitatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini sasa serikali itaenda kusembua barabara za mitaa kule kwenye mitaa ambayo imerasimishwa ili kuzuia ujengaji nyumba ho, holela, pamoja na kuharibu matumizi yani ya zile barabara. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, hii hoja ya milioni kumi TARURA kwa kweli mtuachie kama ilivyo iweze kusaidia kufungua barabara za mitaani, kwa sababu bila kufungua barabara za mitaani sidhani kama mnaweza mkatusaidia. Kwa mfano sasa hivi kuna upimaji wa viwanja humo mitaani na unakuta nunakuta wamipima viwanja tayari kutumia ze viwanja lakini barabara bado hazijafunguliwa. Kumbe kale ka milioni kumi pengine kangetusaidia hata sasa kuonyesha mwelekeo kwamba jiwe hili na hili hapa ni barabara panapita. Mimi naomba uasiishaknashikiria na shilingi hiyo, pesa ibaki halmashauri na tuendelee na mpango ule ule tulokubaliana, kwa sababu kama kata yangu yenye mitaa sita kwa eneo la Ndolezi barabara hazijafunguliwa kabisa. Maana yake tunatarajia uh, msimu huu tuombe idara ya urasimishaji ikarasimishe uh, ardhi baada ya kurasimisha zile barabara tufungue kupitia hiyo milioni kumi, halafu ndio tuzitoe kukabidhi kwenda wapi? Tarura. Kwa hivyo kwa ukubwa na eneo langu, nikisema hiyo milioni kumi isije itanikosi, naomba hiyo ije ifanye kazi yake na taula waendelee. Asante sana, Bongo Play TV.